Wakati ukitafakari hayo tuelekee sasa mkoani Tabora, ambapo viongozi wa dini mkoani humo wameipongeza serikali ya mkoa kwa jitihada zake za kupunguza mauaji yanayotokana na imani za kishirikina ambayo yalikuwa tishio kubwa kwa vikongwe na wazee ambao wengi wao wameuawa kwa kuhisiwa wachawi kwa mujibu wa taarifa za jeshi la polisi mkoani Tabora, kati ya Januari hadi Desemba mwaka jana, watu mia tatu na sita waliuawa kwa kukatwa na panga, shoka na wengine waliuawa kwa kupigwa risasi, huku takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya nusu ya mauaji hayo yalitokana na imani za kishirikina. Mwandishi wetu Niko Mwaibali kutoka Tabora ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza na TBC baada ya kikao cha pamoja cha viongozi wa dini na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, viongozi hao wamepongeza jitihada za serikali ya mkoa za kukomesha mauaji hayo na kuiomba kuendelea kupambana na mauaji yanayotokana na visasi, kuwa ni amali na uivu wa mapenzi. Hali ilikuwa ni mbaya kwa mauaji katika mkoa, lakini taarifa tunazopata kutokana na viongozi wametueleza kwamba hali ya mauaji imepungua na imekwisha yamebaki yale yanayohusu mambo ya risasi ya watu wachache ambavyo serikali inaendelea katika kushughulikia jambo hilo hatua kwa hatua na vyombo vyake. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa akawa ametutaka viongozi wa dini kwa ajili ya kutafuta suluhu, namna gani ya kufanya kupunguza ama kuondoa kabisa tatizo hili. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu amejalia ya kheri, tumekubaliana kwamba serikali itasaidia kwa asilimia kubwa kushirikiana na viongozi wa dini kueneza amani sehemu mbalimbali na kuwajaza hofu baadhi waumini wetu waweze kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuweza kuacha hayo maasi ambayo, ambayo yanafanyika hivi sasa. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishina msaidizi Hamisi Selemani Isa, amesema matukio ya mauaji yanayotokana imani za kishirikina yamepungua ikilinganishwa na matukio ya mwaka jana katika kipindi kama hiki matukio ya mauaji ya kishirikina ni matukio ambayo sasa hivi yameanza kutoweka, na hii inatokana na tukio linaporipotiwa, tunachukua hatua za haraka mapema mno kukamata washtakiwa na kuwafikisha katika mikono ya sheria haraka iwezekanavyo. Kwa hali kama hiyo hiyo imetusaidia. Katika kikao hicho, mkuu wa mkoa wa Tabora Aggrey Mwanri amesema viongozi wa dini hawawezi kukwepa lawama kwa kuwa wana jukumu la kuwalea kiroho na kimaadili wananchi ambao wengi ni waumini wao. Na viongozi wa dini mliokuja hapa, dini zote mbili ambazo ni zizo dini kuu hapa kwetu, hamtaweza kukwepa jambo hili. Mtuulizo, mlikuwa wapi? Mliwalea vipi watu wenu mpaka wakafika mahali wakauana kiasi hicho? Foramu hii tumeikreti kwa ajili ya kulisema hii. Sisi kama kanisa tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na serikali katika nafasi tuliyonayo uhakikisha kwa kwamba amani na utulivu katika maeneo yetu inaendelea. Hilo nawashukuru sana serikali, na ninawaombea dua Mwenyezi Mungu awajalie lile ambalo waloliahidi basi waweze kulitimiza, ili amani ishamiri katika mji wetu, hatimaye katika Tanzania nzima. Kutoka Tabora, ni mimi niko Mwaibale wa TBC.